Nabii Malaki alisema kabla Mungu hajamtuma Mwokozi maalum mjumbe atakuja ili kumtayarishia njia. Basi Yohana akaja kabla ya Yesu akihubiri kando ya mto Yordani. Yohana ah. mm -hmm. mm -hmm. alisema itayarisheni njia ya Bwana. Mungu anamtuma mtu maalum sana kwa watu wake badilisheni njia no. zenu, geukeni, mwache mambo maovu ambayo mmefanya, batizweni. no. <laughs> Basi watu wakafanya hivyo, wakamuuliza, je, wewe ni yule aliyeahidiwa? Ana akasema hapana, mimi sistahili hata kubeba viatu vyake. Yeye atafanya mambo ya ajabu sana Mtaona Wenyewe. Yesu akaja kwa Yohana ili abatizwe. Yohana oh, alipomwona Yesu alisema, mwoneni mwana kondoo wa Mungu aziondoae dhambi za dunia. Yesu akasema, ninataka unibatize. Yohana akajibu, hapana mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Yesu akasema niamini, hiki ndicho kitu sahihi cha kufanya. Basi Yohana akambatiza Yesu. Roho wa Mungu akaja juu ya Yesu kama hua. Mungu akasema huyu ni mwanangu.